kwa tawfiki yake kwa mapenzi yake. Huyo huyo Allah aliumba viumbe vyote kwa kutaka kwake yeye na kwa kupenda kwake yeye. Leo tumeipata siku ya yaumul jumaa, siku ambayo kuipata kwetu au kuifikia kwetu si kwa ujanja wetu wa wala kwa si akili zetu wala kwa si mapenzi yetu wala si kwa kufanya kwetu labda ibada labda kwa kumcha sana Allah, isipokuwa kuifikia hii ni kwa tawfiki yake mwenyezi mungu Mtukufu. Kwa hiyo lazima mtambue, upatikanaji wa siku hii ni kwenu nini? Ni kwa kutaka kwake Mwenyezi Mungu Mtukufu. Tena kwa kufikia ni kwenu hapa, sehemu ilofikia katika wakati kama huu, na ni sehemu ambayo inatakiwa muda kama huu mfikie, ni kwa kutaka kwake Mwenyezi Mungu Mtukufu. Kwa ni wangapi ambao ni Waislamu lakini tuko wachache, hum jawabu kwamba wako wengi sana, lakini wa wana mimi ambao Mwenyezi Mungu kataka ndio tukuhudhuria sehemu hii, basi tumtuini sana Allah kwa hilo, tumsifia sana Mwenyezi Mungu na tumtukuze sana Allah, bila bila bila kusahau kutaka rahma na amani zimwendee habibu wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambaye wa jitihada zake zote alizofanya pamoja na uliofungamana nao, kama namna tunavyoambiwa na tunavyoelekezwa katika vitabu, jinsi nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyojuhudika na kujitahidi na kujitahidi mpaka damu ilimwagwa, damu ilimwagika, watu walikufa na walikufa na walikufa tena. Haya yote ni kwa ku, ajili ya kuieneza kalimata la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah yote masahaba walipigana na kupigana, wakiwemo pamoja na nani na habibu wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kusudi, dhumuni, lengo kubwa hasa ni kuieneza dini yetu. Leo wewe na mimi mwingine umezaliwa unaitwa Juma, mwingine Muhammad, haya yote tokana na nani na jitihada za zangu masahaba pamoja na tafiki yake rabbul izzati wal jalal, aliwapatia. Leo sisi tumezaliwa ndani ya Uislamu basi rahma na amani ziwaendee hawa wote waliofungamana pamoja na nabii Muhammad pamoja naye akiwemo ndani mwake. Ndugu zanguni, nakuhusieni sana, na nakuhusieni sana kwa kumcha Allah nakuhusieni sana kwa kumcha Allah. Hata nabii Muhammad katika hutuba zake nyingi alizozungumza, wakati akitaka kulifikisha jambo kwa umma, kwanza lazima aanze k kuwaosia watu wamche Allah, mwisho wa siku ndo analileta jambo lake alokusudia. Hata mimi nitakuwa hivyo hivyo, kabla ya kuingia kwenye lengo langu kusudi langu kubwa la kusimama hapa, na kuusini sana kwa kumcha Allah. Maana hata Mwenyezi Mungu anatumbia, ya ayuhal ladhina amanu, tena katumia kilima cha kuwabembeleza na waiteni vizuri, ili watu waamini, ukiwemo ndani mwana ittaqullah hebu mcheni sana Allah ittaqullah mcheni sana Allah wa qulu qawlan sadida, lakusemeni maneno ya sawasawa, semeni sawa, maneno ya haki. Mwisho wa siku, yuslih lakum a'malakum, Allah atakutengenezeni amali zenu nazozitenda, wa yaghfir lakum dhunubakum, mwisho wa siku atakusemeeni makosa yenu mloteleza maoi llah, atakayemcha Allah pamoja na mtume wake faqad faza fawzan au adhim, hakika kuwa amepata mafanikio yalikuwa ni mazuri, kama Allah alivyosema, inna lilmuttaqina, kama alivyosema kwa kufunga tena, inna lilmuttaqina, hakika pepo ni maalumu kwa mwenye kumcha Allah. Inna lilmuttaqina mafaza, hakika pepo ni maalumu kwa wale wenye kumcha Allah. Kuna ndo maana Nabii Muhammad akutubaza kinyinyi, akawahusia watu kwanza wamcha Allah, ndo akaendelea na mengine. Baada ya kumaliza swala la kuahuzieni kumcha Allah, ndugu zanguni, leo tutaangalia katika khutba ya leo tutaangalia moja ya adhabu kwa wale wenye kuzipuuzia puuzia swala. Maana tunajua miongoni mwetu kuna ambao Ijumaa hadi Ijumaa wanaswali, miongoni mwetu kuna ambao Idi hadi Idi wanaswali miongoni mwetu Ramadhani hadi Ramadhani wamo, miongoni mwao wapo, vifo hadi vifo na uswali, matatizo hadi matatizo na uswali. Je, na ndo namna inavyotakiwa? Tuangalie adhabu kwa watu hawa, watapatiwa adhabu gani? Maana Allah anatuambia katika Qur'ani, akianukuu maneno ya peponi na watu motoni. Watu wa peponi watakuja waulize, wauliza watu motoni, ma salakakum fi saqar Jamani wa peponi watasema jamani wa motoni, kitu gani kimepelekeni motoni? Bwana wote tulikuwemo duniani, kila mmoja alikuwa akienda sehemu fulani, tukikutana katika ligi fulani hivi. Kilichosababisha nyinyi muende motoni ninini? Allah akanukuu maneno tena ya jawabu la watu wa motoni, watasema: lam naku min al musallina, sisi hatukuwa ni wenye kuswali bwana, ndio sababu ya Allah tupeleka sisi motoni. Kumbe kuwacha swala ni sababu ya mtu kuungua, si tu ukata ule ukatanule, kuwacha swala ni sababu ya mtu kwenda peponi, eti kwa sababu ya mtu kwenda motoni. Na adhabu hii nimenukuu katika kisa la Miraji, wakati Nabii Muhammad alikuwa na safari Isra na Miaraji kama Allah anavyothibitishia katika kitabu chake, katika Suratul Isra au katika sura Bani Israil Allah anasema, subhanalladhi tanazzala suratu subhanalladhi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu. Allah anatuthibitishia kwamba ni hakika Nabii Muhammad alikuwa na safari ya kutoka Makkah kwenda mpaka hadi Baitul Maqdis. Bitladis ni katika mji ambao una vita, watu wanapigana, wanapigania mali

na baadhi ya hadisi nyingi za Rasulullah miongoni mwao hadisi imo Rasulullah kutokea kwa Zubairi anasema nabii Muhammad alimtoa alileta ugwerafu. Baada ya kuleta ugwerafu alifanya akapanda akapelekwa mpaka hadi Baitul Maqdis. Hadisi ni nyingi. Sasa katika hii safari nabii Muhammad mi nanukuki tukio mmoja katika miongoni mwa matukio aliokutana nayo Rasulullah katika hii safari sara na miaradi iliyotokea katika mwaka wa kumi na moja ambao hikma nuzul wanasema safari hii ilitokea ni kiliwazo kwa Rasulullah baada ya kufiliwa na baba yake mdogo Abu Talib, akiwemo na mke wake Bi Khadija binti Khuwailid. Mabwana hawa watu wawili hao walikuwa ni kufuli kwa Nabii Muhammad hakuna kureishi yeyote anamtaka Nabii Muhammad <laughs> kwa ajili ya kumuudhi na kumpiga na kumuua lazima <laughs> apitie kwa Abu Talib ili amfikie Rasulullah. Sasa wale mabwana walikuwa akimzuia mtume na matukio fulani ya makimaudhi, saa zingine kulio akimzuia na kumlinda, akiwemo miongoni mwa mke wake yupo na akipotnatukiwa nje, lazima mke mtume akiumaka kiuka nyumbani, lazima amtulize. Siku moja Nabii Muhammad wakati pangoni, ambayo, mwambi, ekora, jiburili, pangoni, kamkujana, kamkujana, kamkujana, kwa pangoni alijiuliana Jibril siku hiyo ambayo Jibril alimwambia "Iqra bismi rabbik alladhi khalaq". Alifika Jibril pangoni akamkuta Rasulullah. Akamkunja na akamkunja akamkunja tena. Baada ya telo mtume mbio nyumbani. Ufika kule Bi Khadija kazi yake bwana akamtuliza bwana. Allah hawezi kukutelekeza. Utakuja kuonea mtu mkubwa sana. Hii ilikuwa kazi Bi Khadija. Abu Talib Nabii Muhammad alipata siku moja na Makuraishi ili kusudi waje. Maana mtume alifikia stage, alikuwa na anawatukana waungu masanamu yale, alikuwa anasema aa. Basi yale mabwana wakakasirika, wakamwendea. Basi Abu Talib ndo kazi yake kuwazuia wasimfikia mwanawe, nae siku hiyo walikufa katika mwaka wa kumi wote. Baada ya kufa sasa, hapo mtume akawa na majonzi mengi

ani salati maktuba. Mtume wakati huko katika safari yake ile Isra na Miraji alikutana na matukio mengi sana, wakati huko njiani aliwakuta watu thumma ata ala kumin, kisha aliwakuta watu Rasulullah wana aliwakuta turugahumusuhum, vilikuwa vikibongo vicho vyao, vilikuwa vikibongo vicho vyao na vinabondeka vinasakika kama ya maini na vyasabu, mwisho wa siku inakuwa ni umbe basi, hata vicho vya alama bwana, aniakuwakuta Nabii Muhammad wakatikwa katika Isra na Miraji thumma ata ala kaumin, kisha aliwakuta watu kurudhahu ruusuhum, vikibongo vichwa vyao tena wanazuoni wakasema kubondo kwenyewe nikuwekwa jiwe likatangulizwa jiwe chini, alafu kichwa kikawekwa juu ya jiwe, alafu ndio nyundo inabonda mule mule. Ni adhabu ndogo hiyo. <tutu> Hili ni tukio ambalo Nabii Muhammad alilikuta. <tutu> <tutu> aliwakuta watutorausu viki, vikibondobondo vichwa vyao. Tena ajabu si kubondoto kulama

Nabii Muhammad alipokuta vile tukio kama lile alivyolikuta, alishindwa kuvumilia akasema, faqala akasema Rasulullah, man haulai ya Jibril, ni watu gani hawa? Ya Jibril man haulai ya Jibril, nikina nani hawa na wapondopondo vichwa vyao, kila vikipondo vinajirejesha kama mara ya kwanza, ni wakina nani hawa? Rasulullah baada ya kumuuliza Jibril, ambao ni mwalimu wake, kakiuliza basi, Jibril alimjibu nabii Muhammad akamwambia, haulai alladina, hawa ni watu ambao tatafakalu usukum, ni vizito sana vichwa vyao, vimekuwa vizito na ni vizito vichwa vyao, ani lsalati lmaktubati, na kuziswali swala za faradhi kama Mwenyezi Mungu alipo ziweke hizi swala za faradhi, anasema ina salati kana ala lmuminina kitaba maukuta, swala kwa umini ni kitabu kilichowekwa nyakati. Basi hao mabwana ni wale ambao ni wazito kuziswali swala kwenye kati zao, vicho vyao no, ni no, no, vizito sana kuziendea swala kwenye kati zao, basi hao mabwana jimbi adhabu yao. Hivi tumesalimika kwa hii no, adhabu no? Wakati huo wapo Jumapili hadi Jumapili ndo msikitini, au wengine wamo isha mpaka kaisha ndo msikitini. Kwa kisingizio bwana, yeye shughuli zimembana, kwa kisingizio yeye ee, shughuli zimembana, biashara bwana imembana inasaba, akitoka bwana riziki atakosa kwa visingizio vyao. Wengine wapo nasema, bwana mimi kichu kinaniuma, siwezi kwenda kuswali. Wakati huo bwana hata swala ya mgonjwa imo, wapo watu kama hawa. Sasa watu kama hawa, adhabu yao ndio hii ya kugondo gondo vichwa vyao. Kama unaona ni adhabu, ndio kuchukua kidole, weka juu ya jiwe, alafu ponda pale. E, ukisha ponda ponda, tena kingine. Maana si adhabu ile ilikuwa kwa Rasulullah aliona kwa watu wake, kila kikipondo kinajirudisha mara kwa mara, yaani kila ukiponda kidole hiki ondoa, weka kingine, ponda hivi. asabu ndogo, kwa maana hii ni adhabu kali sana. Ndugu zanguni, yote na yote, nini kinachotakiwa hapa mpaka tukio kama ili nabii Muhammad anatwadisia anatuadisia ili sisi, ili tukiwa hio, hiyo ni mazingatio kwetu sisi tukiwa hili ndio ni mazingatio kwetu sisi. Kwa yule mwenye kufanya namna hiyo, swala zake bwana, haswali leo, dabi kuwepo Simba na Yanga. Ah, leo swala iwepo, leo hata kama ni Juma, mimi wa kwanza pale kwa Mkapa, sisi nikakosa siti bwana, tiketi zitakuja ziishe bwana, timu yake kiona cheza bwana, hata kama si Simba na timu yake kicheza bwana, yeye ni wa kwanza kabisa, atadunda ataibisha, kama ni inacheza muda wa saa kumi hata dhuhuri kabisa na isha yeye ni wa kwanza kabisa. Umesalimika kwa maana hiyo, tukiwa kama hili imetugusa sana. Na tena nabii Muhammad baada ya kutoka Isra na Miraj, siku moja akina Ali akiwa pamoja na nani na mkewe Fatuma, siku moja wakati umeenda kwa nabii Muhammad, walimkuta nabii Muhammad ilie tena kilia sana, walimkuta nabii nabi Muhammad ailie tena akilia sana ali akasema ya, <tipan> ya fida w abii wa umi mayapakinda ya, ya rasulullah <tipan> Ali alisema ya, ya rasulullah ni kitu gani, ewe eh, mkombozi wa baba yangu na mama yangu? Ni kitu gani kinakuuliza ya Rasulullah? Mbona si kawaida yako bwana, kitu kipi kimekusibu? na lini? Leo ni mimi ni wewe. <tipan> Hapo umetoka nyumbani kufika nyumbani ukakuta mama analia sana, lazima uuliza mama, unalia nini? Basi hata alia alitoka, alipotoka bwana iko na mke wake, kufika nyumbani kwa Mtume akamkuta Mtume akilia sana, ukabidi umuulize, ya Rasulullah marakokika, ni kitu gani kinachokulisa Rasulullah llah akasema, lailata usira bi ila samai, siku ile ambayo mimi nilitolewa bwana masjidi lharami mpaka Aqsa, ajidu qauman min ummati yuadhibuna min anwai ladhabi

wa utokao kwa Allah. Kule hii ndio adhabu kwa wale wenye kuzipuuzia swala tano. Ukiona adhabu ndogo, weka kidole bonda, ikitoka hivi tena bonda kingine, kujiuliza kitu jino kama jino linakusababisha usingizi usioko vizuri, akugonda kichwa. Wallahu tabaraka wataala yaqul wa biqawlihi yahtadi al-muhtadun

Himidi kwa mara ya pili nakuhusieni, sambamba na kuigusia nafsi yangu katika kumcha Allah, maana ucha mungu ndo suluhisho la watu kwenda peponi. Na hili Allah amethibitisha, vile vile nabii Muhammad amethibitisha huyo, baada ya kuelezea katika hutuba ya kwanza adhabu iliyokuwa ni kali kuelewa nyekukuu kukuuza swala zao na haya yalikuwa ni maneno ya nabii Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam. Na hii adhabu wamepata kwa kutozitekeleza swala kwenye nyakati zao. Hao ni vichwa vyao vimekuwa ni vizito, kuna muda anaenda na swali, kuna muda asiswali kabisa, kuna muda anaswali, kuna muda asiswali kabisa. Hii ni adhabu yao. Je, kwa yule ambaye kabisa kabisa ndio swala kabisa hakuna, wewe ni adhabu gani utapatiwa na Allah? Maana swala ni muhimu sana. Ili ujue kabisa swala ni nguzo moja mboni muhimu sana na ni kubwa mno. Angalia kila ibada yote utakofanya swala hiyo. Uende ukihiji kule wakati ukihiji wakati, wakati wa swala kufika lazima uswali. Uamke na sunna <XP et tana> funga yako ya Ramadhani ima si Ramadhani. Ima ni funga ya sunna. Maadamu mtu usali ukifika lazima uswali. Oh napigana vita kama masahaba walipopigana vita akiwemo miongoni mwa nabii Muhammad. Mbona swala unifika na ukaswali?

tena ni nguzo moja ni kubwa sana. Faman tarakaha faqad hadama dini, atakayeiacha sala dini yake ii, atakayeisimamisha sala hakika ameidumisha dini yake. Kumalizia na maneno ya Rasulullah, atmaneno yake Allah, baada kumaliza maneno ya Nabii Muhammad, Allah nalo hilo la sala analisemaje kwa wenyeuzi swali swala kwa wanavyotaka wao si kwa wanavyotaka Allah, kwa wanavyotaka wao, kutokana na nyudhuru za akili zao wanavyoona. Bwana mimi hapa mdo umefika, bwana mdo kwenda shambani siwezi, bwana ngoja kwanza niende shambani kirudi nitaenda kuswali, bwana mda ulobaki. Swala yake yote ni msafiri, asubuhi aswali, alasiri aswali, na si msafiri kwa nyumbani tu lakini hii sasa kivyo bwana anatandika zote, pale pale anaswali subuhi, pale pale anaswali dhuhuri, Allah asira na anambatanisha humu humu, kama vile msafiri, kumbe wallahi hata si msafiri. Allah anasemaje nalo hili? Allah anasema: Fa waylun lil musallina. Tena hata naye anasema hivi hivi kama Mtume alibadilisha: Fa waylun lil musallina. Adhabu kali itawakuta wanaoswali watu gani? maana miongoni mwao wa Mungu wako na hao hao. Allah anasema Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulamau, wenye kumwogopa sana Allah katika wajawa wanavyuoni na hawana vyuoni kwa sala zao enda motoni hapanatuambatanishia. Kuna ambao hawataenda hatn, kuna ambao hawataenda peponi, kuna ambao wataenda peponi kwa sala zao. Anasema: waylun lil-musallin, adhabu kali itawapata wenye kusali, alladhina, watu ambao hum katika sala zao sahun, wenye kuzisahau, yupo hayupo